Soma sana hili, ninaomba ulisikilize sana, hicho kitabu cha Waefeso, hii sura ya sita mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Ninaomba mtu makini asikilize kwa makini. Bwana Yesu atusaidie. Inawezekawa tatizo lako na kutokujibiwa liko hapa, kutokuona neema kwa wakati liko hapo. Ninaomba tusome kitabu cha Waefeso sura ya sita mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndio. Enyi watoto, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Maana hii ndio haki, haki. Mstari wa pili. Ndio. Waheshimu baba yako na mama yako, Waheshimu baba yako na mama yako, amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, amri hii, unasikia. Amri hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi. Mstari wa tatu na wa mwisho, ndio upate heri, upate heri, ukae siku nyingi katika dunia, ukae siku nyingi katika dunia. Amen. Usiwahi kuchukulia amri hii ni ya kawaida, usiwahi kuibeza. Huwa kila kitu Mungu anachokiandika alichokituma katika Biblia huwa kina makusudi yake, kina sababu. Bwana Yesu asaidie sana. Nataka tujifunze hili neno, liko wazi sana. Kuheshimu baba na mama ndio amri ya kwanza yenye ahadi. Kwa hiyo kuheshimu baba na mama ndio msingi wa maisha ya binadamu yoyote. Kumheshimu baba au mama ndio msingi wa maisha wa binadamu yoyote. Naongea na watu hapa. Bwana Yesu atusaidie. Usije ukawahi kudharau baba yako ukajiona ni mwamba wa dunia. Usije ukadharau mama yako ukaona ni kitu cha kawaida. Dunia hakunaga kitu kama hicho. Bwana Yesu atusaidie sana. Hii ni oda, oda imetoka juu kwa Mungu mwenyewe, utanielewa vizuri. Heshimu baba yako na mama yako, uweze kuishi miaka mingi upate heri duniani, uweze kuishi miaka mingi na heri duniani. Alafu tambue, hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Mtu wa Mungu elewa, kuna mahali hauna mapatano na baba yako na umemdharau, hauna mapatano na mama yako umemdharau, na vitu vikagoma duniani na mambo yako yakagoma yasogei, na ukasema unaenda kwa magotini kuomba Mungu akufungue bado utachelewa. Bwana Yesu atusaidie, bado utachelewa. Bwana Yesu atusaidie. saa nini kinatokea? Kai amesikiliza, watu wengi tunaowaona barabarani hawafanikiwi, wanaweza wakastago sana mchana na usiku, na usifanikiwe, kwa sababu umekosa kuwatii wazazi wako. Naongea na wewe kuanzia miaka kumi na nane kwenda mbele, hao ndio wenye changamoto Tukijiona kwamba tumekuwa tunaweza kujitegemea, unaweza kutafuta pesa, unaweza kufanya vitu vyako mwenyewe bila mtu yoyote kumwingilia. Kwa hiyo hata wazazi anapokuja na mawazo yake na hekima zake unawapuuza. Bwana Yesu atusaidie, Bwana Yesu atusaidie.